Ujue kuna tofauti mkubwa sana kati watoto hao wa wanajita wakishua eh, na watoto ambao wamekulia katika maisha ya kimaskini sana, kuanzia wazazi wao maskini, vizazi vyao vyote ni maskini. Au ah, ukiangalia okay, mm -hmm, maisha yao yalivyo, wako tofauti kabisa na watoto ambao wenyewe kuanzia kitukuu kinyuma wote ni matajiri mpaka sasa hivi walipo. Kwa sababu gani? Nataka nikukumbushe kitu kimoja, ukiona wewe, angalia kifano zamani tulikuwa na wazazi wetu majumbani unaweza mm, kuona pembeni hapa kuna mtu ana wazazi wake mm, ni matajiri, wanakula vizuri, hawana shida. Lakini majirani hapa maisha magumu. Sawa, hatuna hela ya kula uji, yule hamna. Lakini mama eh, yeye, wewe siku njaa imekuuma, yeye njaa imemuuma mama au familia nzima, majirani hawajui, unacheka, una mnacheka, nafurahi mama, ndio tufundisha lakini unakuta siku ukisema ujitele uende tu ukale kwa jirani, mama akikuona, kama akikuona anatabasamu anacheka, kama hajakuona vile, ni vizuri kabisa, jirani hawezi kujua. Kwa huyu mama, baadaye atamkamata huyu mtoto, atamkunja ajui jirani bona. Inafika kipindi sasa, unakuta ukisharudi nyumbani, ukienda kula mwenyewe, moyoni moyoni unajua kabisa hiki kicheko cha maza sio sawa ananipaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Sasa ukisha kula hapa, ukirudi una <laughs> nyumbani, unawaza mama yake akasirika kweli huyu. Ukirudi nyumbani anakukunja ile nomo, kwa nini umekula, kwa nini umekula kwa watu? Kipengele ndio kinachoanza hapa, sawa. Siku nyingine ndugu yangu ujaribu hata siku moja tukiwa na njaa kiasi gani muone. Mama anajua kabisa, mwanangu ana njaa hajakula, lakini akikuona anatamani cha mtu, wee, kazi unayo sawa. Na mama alikuwa na tabia moja, ak akienda na wewe sehemu, akiona watu wanakula kukusudi, namna gani, vipi, yeye pale anakuangalia wewe, anakukaribisha njoo kula, anakuangalia wewe. Yaani akikuangalia tu unajua hapa si style hapana, kaananjata ni kazi uli kistuakisha wanalialia tu sa tamaa nyingi wakiwa na vitu vya watu ambacho wanawatoka wa Mwana, kwa sababu kwa mtu kakana njaa kidogo tu. Lakini mimi shout out kwa my mother eh, namshukuru mama na familia yangu, japo na maisha ya kimaskini, lakini leo hii amenifanya ule ujasiri nisape vitu vingi sana mjini. Dugu zetu dada zetu wanajiuza mashauri, wapo kwa sababu gani? Tu hawana hiyo ambulance, ambulance wanasema wazungu hawana, kwa sababu hawaja